Upokee, upokee, upokee, upokee, upokee, upokee! Nguvu ya Bwana imetawala kwako, inua mikono yako juu. Neema ya Bwana imejaa kwako. Mungu anafungua malango, malango ya kubarikiwa, malango ya kufanikiwa, malango ya kuanza mwezi wa kwanza, malango ya kuanza na kuendelea, yaje kwako yawe na amani, yawe na furaha, yawe na ushindi, yawe na matokeo, yawe na ushindi, na tamka, na tamka kuinuka, na tamka kuweza, na tamka kuanza tena kuendelea tena, na kata kufungwa. Naondoa vifungo, naondoa mafundo. Barikiwa, barikiwa, barikiwa, barikiwa, barikiwa, barikiwa, barikiwa, barikiwa, barikiwa, barikiwa, barikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Inua mikono yako juu. inashuka ndani yako, walioko rohoni wanamwona Mungu, walioko na kiu wanamwona Bwana. Baraka za Mungu zinatajirisha. Pokea utajiri wa kiroho, pokea utajiri wa kiroho. Umechoka kuteseka, umechoka kuonewa, umechoka kuwa mkia, umechoka kuwa wa mwisho, umechoka kuwa wa mwisho kila siku, umechoka kuwa wa madeni kila siku umechoka kuwa wa matatizo kila siku, umechoka kuwa wa kushindwa kila siku. Baraka za Mungu zinashuka, zinaachiliwa, zinatawala, zinaonekana kwako. Mungu akuinue, Mungu akufanikishe siku ya leo, mambo yako yakaende kwa wepesi, mambo yako yakaanze vizuri, mambo yako yakawe na matokeo, mambo yako yakawe na ushindi, njia zako zifunguke njia zako zifunguke, njia za mafanikio zifunguke, pata kibali cha Mungu kibari cha Mungu kwenye kazi yako, kibali cha Mungu kwenye nyumba yako, kibali cha Mungu kwenye watoto wako, kibali cha Mungu kwenye maisha yako. Pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, kibali cha kazi yako, kibali cha ndoa, kibali cha mafanikio. Ulikataliwa ukovawarike ulionekana mtubure, usiwe mtubure. Pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali. Kazini una kibali, kazini una kibali. Kuna watu wanajaza, waliteseka na watoto, Mungu akupe baraka. Pokea kibali, pokea kibali, kibali cha kazi kibali cha kazi, kibali cha kazi, kibali cha kukubalika. Unakubalika, unakubalika, unakubalika, unakubalika, unakubalika, unakubalika, unakubalika, unakubalika. Pokea, pokea, pokea. Yesu ameshuka kwako, Yesu anashuka kwako, Yesu ameshuka kwako. Kuna mambo yanatokea, kuna mambo yanawezekana, kuna mambo yanawezekana, kuna mambo yanawezekana.

namwita huyo mama, namwita kazini. Namuita kazini. Namuita kazini. Namwita kazini. Namuita kazini. Pokea, pokeaka, pokea, magonjwa yanatoka, magonjwa yanatoka, yanachia mikono ya, ya, ya miko kazi, yanachia mikono ya kazi, yanachia mikono ya miko kazi. Yanachia. Yanachia. Ya chuma ulete, yanatoka Anatoka, pokea, hata wakatae. Yesu amesema anakubariki leo. Wanaungua, wanaokataa kutoka wanapata shida, wanateketea, wanaungua na moto, wanachomwa, wanachomwa, wanachomwa, wanachomwa. Achia, achia, achia, achia, achia nyota Nio. Kibali kinashuka, kibali cha mwaka, kibali cha mwaka, kibali cha mwaka. Unapokea kibali cha mwaka mzima, kibali cha Bwana. Waliokutoa kwenye nafasi wanaondolewa. Waliokutoa kwenye kazi wakakuwekea magonjwa kwenye mikono, wakakuwekea magonjwa kwenye miguu, wakakuwekea magonjwa kwenye kifua, wakaleta giza kwenye sura yako, ninawaona wanatoka wanasema rudi kazini, wanasema hadhiriwa, wanasema tunaachia nafasi yako, tunaachia nafasi yako. Roho wa Bwana ameshuka hapa. Kuna wana watu wanatolewa makaburini, kuna wana watu wanatolewa kwenye makaburi waliozikiwa. Nyota zao zinatapikwa, nyota zao zinaachiliwa, wanaitwa kwenye kazi wanakumbukwa kwenye kazi. Aliyekula faida yako anaitapika hiyo faida, anatapika hiyo faida. Waliokula mtaji wako, waliomeza mtaji wako, anatapika anatapika, kwa jina la Yesu! Wao wow, tayari, ile faida wanaitapika ile faida wanaitapika ile faida wanaitapika, ule mtaje ule mtaje ule mtaje wanatapika, chuma ulete! Wanasalimisha, wanasalimisha, wanasalimisha, hawa wanawaka, wanasalimisha, wanasalimisha, wanasalimisha ule mtaje, wanaachia, wanaachia, wanaachia, wanaachiaka, chuma ulete, anatoka anatoka anatoka anatoka anatoka, ana wewe, mama mchao yake achia, mama mwenzako achia, watoto wake achia, ndoa yake achia, achia mtoto wake wa kiume asome, asome, achia mtoto wake wa kiume aonekane, nasema uta achia utamwachiaka, utamwachia, achia Damasi, achia Juma, achia achia achia at atia atia, atia. Nguvu ya Mungu imeshuka. Inua mikono yako, unajazwa unajaza, unajazwa Roho Mtakatifu, unajazwa una una nguvu za Mungu. Ndio hiyo, mikono yako wote, unatembea wote, unatembea wote, unatembea wote wote wote wa Yesu, pokea pokea pokea, ndio Tainua mikono yako kuna nguvu ya Mungu inaachiliwa kwako kwa. Hapa ninabariki tu watu, kuna moto wa Bwana unashuka kwako kwa. Kuna nguvu ya Bwana inatembea kwako kwa. Kuna mamlaka za mbinguni zimeshuka, kuna watu wanaziona baraka waziwazi. Wale waliokuwa washiki chochote wakashike kwenye mikono yako, wale waliokuwa wasaminike wakasaminike, wale waliokuwa nasaraulika wasizaraulike tena, kainua mikono yako Nguvu ya Mungu inashuka kwako, baraka inaingia kwako, amani ya Bwana inajaa kwako, uweza wa Bwana unatawala kwenye maisha yako. Inua mikono yako, sema e Bwana Yesu <todicumpe> ndani ya uu mwaka ninakataa maisha magumu, maisha ya mateso, maisha ya vita, maisha ya kufanya kazi na kukosa sio ya kwangu. Napokea baraka zangu, napokea ushindi wangu, napokea amani yangu. Kuanzia leo, kila nitakachofanya kinaenda kuleta matokeo, kila nitakachoshika kinaenda kuleta matokeo, kila nitakachowaza chema cha kazi yangu, wazo linaenda kutimia. Kuanzia leo kwa, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa nguvu za Bwana, na kataa mapito ya shetani. Nakataa giza la shetani, nakataa nguvu za giza kutesa maisha yao. Ni mwaka wangu wa baraka, ni mwaka wangu wa kuongezeka. Yesu nisaidie, nwatu mikono yako ipo. Nguvu ya Mungu inatembea, Mungu akujaze kwenye ulimwengu wa kiroho, popote ulipofungwa nguvu ya Mungu hii inatembea, inakufungua lango lako la uchumi, inakufungua mlango lako la uchumi. Mapando yaliyopandwa kwenye mikono yako sasa hivi ninavyoongea, yanang'olewa, yanang'olewa, yanang'olewa. Mapando machafu kwenye viganja vya mikono yanang'olewa yanang'olewa moto moto moto moto moto moto, moto. Sio hasara tena wewe, sio hasara tena wewe. Mafundo fundo yaliyofungwa kwenye mikono yako yanafunguliwa yanafunguliwa kwa jina la Yesu, natamka mafundo yaliyofungwa kwenye mikono yako, funguka. Mwachie huyo mama, mwachie huyo binti, achia maisha yake, achia matokeo yake, achia uchumi wake achia nyota yake. Fundo yaliyofungwa kwenye mikono ya kazi funguka, jina la Yesu. Nguvu ya Mungu itawale, nguvu ya Mungu ishuke kwako, nguvu ya Mungu itembee kwako. Funguka! Kila uchafu aliyoweka kwenye mikono yako unatolewa. Utasikia mikono inawasha, utasikia mikono inatoa jasho, utasikia mikono inatetemeka, utasikia mikono inatetemeka, utasikia mikono inatetemeka. Inatolewa, inatolewa, inatolewa, inatolewa, inatolewa, inatolewa, inatolewa, inatolewa, inatolewa, inatolewa, inatolewa kwa jina la Yesu. Naita mikono yako, uchafu wowote walioweka kwenye mikono yako leo unatakasika na huo uchafu, unatolewa kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu wanaachia unasikia kwenye viungo huko ni kama vinafunguka. Asante Bwana, ninaondoa hicho walichokipanda kwenye mikono yako, ninaondoa hicho walichokipanda kwenye mikono ya kazi, ninaondoa hicho walichokipanda kwenye mikono ya biashara, ninaondoa hicho walichokipanda kwenye mikono ya kujitafutia riziki. Toka wamekipanda hakuna chochote, toka wamekipanda unapata hasara tu, toka wamekipanda idadi ya wateja imepungua au imepotea kabisa. Sasa hivi nafungua wa mafundo walioweka kwenye mikono yako kwa jina la Yesu. Ndio, kuna vitu wamepanda katikati ya mikono yako, kuna vitu wamepanda katikati ya mikono yako. Kila unachofanya kinakufa, kila unachokifanya akiende, tumepewa roho ya kukataliwa haka. Roho ya kutengwa na wafanyabiashara, roho ya kutengwa na marafiki, roho ya kukataliwa imetumwa kwako. ule kufanya nao biashara wamekugeuka, wamekusema vibaya, au wakutaki tena, nini kimetokea? na kukomboa leo kwa jina la Yesu aliye ninaachilia damu ya Yesu kwenye mikono yako, yule aliyeko rohoni anamuona Mungu tunayemwita anaachilia damu ya Yesu kwenye mikono yako, ninaachilia damu ya Yesu kwenye mikono yako. Natangaza mambo makubwa kwenye mikono yako ya baraka za kazi za mikono yako yatokee, na aliyezuia anasema akuachie. Kwanzia masaa haya natangaza wateja wapya, natangaza baraka za Mungu za kubarikisha zazichangamani na huzuni. Huzuni ulioibeba miaka mingi umebeba huzuni kwenye kazi. Kuna uchungu wa kupoteza pesa, kuna uchungu wa kupoteza kazi, kuna uchungu wa kupoteza mafanikio yako. Yesu anakusaidia, anakusaidia Utajisikia unazaliwa upya, utajisikia unapata amani mpya, utajisikia unapata furaha mpya, utajisikia unasema naanza upya kwa ujasiri, na roho ya kwanza itaingia ndani yako. Ndio natamani watu wawe kwenye ulimwengu huu wa kiroho. Kuna nguvu utaona za Mungu zinashuka, zinakutikisa zinakutikisa zinakutikisa zinakutikisa, zinatikisa kilichokuwa ndani yako, zinatikisa adui aliyokukamata, zinatikisa adui aliyokushikilia, zinamtikisa kwenye kifua chako, zinamtikisa kwenye kichwa chako, zinamtikisa kwenye miguu yako. Sante Bwana. Pokea wiki ya kuinuka, pokea wiki ya kutengenezwa na Bwana, pokea wiki ya vitu vyako kwenda sawa pokea wiki ya mambo yako kuwa sawa. Pokea wiki ya watu ambao wa wa umewadai wakapotea, waje waangaishe huko uliko, watikishwe huko uliko, walete haki yako, walete baraka zako, adui yako akose amani. Sema e Bwana Yesu, wewe ni wa baraka kwenye maisha yangu. Sema e Bwana Yesu wewe ni wa mafanikio kwenye maisha yangu. Sema, e Bwana Yesu, wewe ni wa baraka kwenye kazi zangu. Sema, e Bwana Yesu, wewe ni namba moja kwenye kila jambo langu. Sema, e Bwana Yesu, wewe ni mfalme wa wafalme kwenye maisha yangu. Sema, e Bwana Yesu, wewe ni kila kitu kwenye maisha yangu. Nimepokea baraka zangu, baraka zangu kwa jina la Yesu.